Hello, ndugu zangu wadau wa ufugaji wa samaki, kwa majina naitwa Maneno D Komba. Zile saizi zenu mlizozisubiria kwa muda mrefu, saizi mlizosubiria kwa muda mrefu, na aina ya samaki kombati ni hawa, kama tunavyoweza kuona niliwaweka kwenye deli yangu hii ambayo ni nyeupe. Wamekaa ndani ya dakika kumi kumi na tano, wameshazileta kombati zao. Ni hizi kombati, zimeng'aa vizuri kabisa. Na wale waliotoa oda za vifaranga niliowaambia wasubiri kidogo vifaranga wainuke, tayari nimeshaanza kuwatoa vifaranga hawa, kwani vifaranga wangu sijawai kutoa vifaranga wadogo chini ya hapa. Huwa natoa vifaranga wakubwa wakubwa, kadogo kabisa kanakuwa na inchi nne tunaweza kuwapima hapa. Huyu ndo mkubwa kabisa hapa, tunaweza kuona hapa, huyu ndo mkubwa kabisa, ana inchi saba hapa na point fulani, ni kitu kama inchi nane hivi. Alafu wa size ya kati ana inchi tano, huyu ndo wa size ya kati ana inchi tano na kadogo kabisa, yaani mimi nikitoa samaki mdogo kabisa anakuwa na inchi nne kama navyoweza kuona hapo. Kwa hiyo yote kwa yote, nitaomba tuwasiliane kwa wale wadau wangu wanaohitaji vifaranga kambale. Kwa sasa wapo tayari, wapo tayari wa kutosha. Vifaranga wapo wengi sana na ni wakubwa wakubwa kama tunavyoweza kuona hapa. Sijawahi kutoa vifaranga wadogo wadogo. Vifaranga wangu ni wakubwa wakubwa, kwa maana niliwaambia tusubiri kidogo na endelee kuwakuza. Ukichelewa okay, kutoa oda saa hii, ukisubiria mpaka nije nitoe tangazo lingine, panakuwa pana muda mrefu kidogo, kwa maana haitakuwa leo wala kesho, bali itakuwa ni muda mrefu sana ndo utakuja kupata kambale wengine. Kwa hiyo tufanye utaratibu, tuhamasike, tufuge, tuchukue hatua kwa uharaka sana, mtoe kambale hu tuchukua hatua kwa haraka sana za kuchukua mbegu. Mbegu zangu ni kubwa hizi, hazina uwezo wa kulana zenyewe kwa zenyewe tena, kwenye hatua ya kulana zenyewe kwa zenyewe zimeshapita. Kama tunavyoweza kuona kambale wetu ni combat wenye mabaka mabaka, mili yao imejazia vizuri kabisa. Hivi nasema combat, tunamaanisha combat iliyokolea, ina mng'ao mzuri, muonekano wake ni mzuri Sio kombati ambayo haina mng'ao, hii ni kombati yenye mng'ao mzuri kabisa. Ndugu zangu, karibuni sana vifaranga vya aina hii, bei zangu ni shilingi 400, hazijawahi kupungua hapo. Ukitaka wale wa shilingi 300, sio shilingi 200, ndio nakuuzia wale mbegu ambazo zinakulana zenyewe kwa zenyewe, lakini sitapendezwa upate mbegu za aina hiyo, na mimi nakuweka wazi kabisa, si vyema ukapata vimbegu vye vidogo vidogo, vina tabia ya kulana vyenyewe kwa vyenyewe. Ni vyema ukapata mbegu zenye sifa ya ukubwa. Asanteni sana na karibuni sana.